Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana huyu hapa si mwingine bali ni Mama Tarik. Huyu ni MC MC mama. Mama Tarik amezungumza au ameibua mjadala mpya kabisa mzito, kuhusiana na kile ambacho kimemkuta mwanadada Zailisa. E bwana Zailisa mara tu baada ya kuachana na Haji Manara ni kwamba tunafahamu kwamba alinunuliwaga Nissan eh, nadhani Dualis kama sikosea, alinunuliwaga Nissan Dualis, if I'm not mistaken. Lakini baada ya kuachana na Haji Manara inasemekana kwamba gari ile amepokonywa. Yeye mwenyewe hajalizungumzia swala hilo, lakini ni kitu ambacho kimekuwa kikijadiliwa sana huko mitandaoni kwamba mwanadada huyu bwana ame kwamba <tabu> mwanadada huyu bwana amepokonywa ile gari eh. Na hivi hivi karibuni ni kwamba huyu bidada sasa hivi bwana amenunua gari nyingine, umeona bwana. So tetesi uh, kumpokonya, eh, kumpokonya za Haji Manara kumpokonya mrembo Zailisa gari ambayo alikuwa amemnunulia kama zawadi eh, page nyingi tu zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo issue. Kwa mfano hapa kuna mdau hapa ameposti akaniambia bwana, kuna ujumbe hapa kwa waliowaachana kutoka kwa Mama Tarik akiwa anadai kwamba ni kama vile vitu ambavyo vinavyozungumzwaga huko katika nyimbo za taarabu kwamba kanunua simu kampa demo, alivyoachana kampokonya. Hicho ndo kitu ambacho kimetokea kati ya Zailisa na Haji Manara. Kwa hiyo huyu Mama Tarik MC amezungumza hivyo tu, kitu ambacho watu wakawa wameshaelewa. Okay, inavyoonekana ni kwamba ile gari ambayo Zailisa alikuwa amenunuliwa na Haji Manara amepokonywa mara tu baada ya kuachana, kwamba kadi jina alikuwa linasoma la kwake, lakini pia ni kwamba kwa, mba, kwa ambazo pia zimesambaa mitandaoni, unaambiwa kwamba bidada amenunua G-Wagon na G-Wagon hiyo imeonekana Zailisa akiwa ameenda nayo pale katika mkutano na waandishi wa habari ambao umeufanya jana pale Serena Hotel jijini Dar es Salaam ambapo plate number ya hiyo gari ilikuwa imeandikwa kabisa pale Zailisa 1. Kwa hiyo watu wanadai kwamba baada ya Zailisa kuachana na Manara na kupokonywa ile Nissan Dualis ambayo alinunuliwa kama zawadi na mumewe wa kipindi hicho Haji, eh, ni kwamba sasa hivi bwana inaonyesha wazi kwamba bidada huyo ameupgrade na kununua G-Wagon. Bwana, hivyo ni vitu ambayo vinasemekana. Nahisi kwamba ni kweli. Hebu weka maoni yako katika comment section hapo ya chini. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.